Eh, bana mambo vipi mwana familia wa Line Plus Media. Mimi ni Tatonni uh, kazi yangu kubwa ni kuhakikishia kwamba nakuletea zile story zote ambazo zinafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii. Yaani inamaanisha zinaongelewa sana kwenye mitandao ya kijamii na kutrend, basi nakusogezea hapa na kukuhabarisha, lakini pia nakuburudisha kwa mambo ambayo yanatokea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa eh, bana leo uh, Yanga wamecheza game yao ya pili ya msimu wa 25 26 wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Na kwenye mchezo huo wamecheza na Mbeya City, hakufanikiwa uh, kushinda na matokeo ya mwisho yamekuwa ni bila bila, wa mashabiki wengi wa, wa Yanga wakupendezwa na matokeo wa hayo na kuna video ambayo eh, nimekuonyesha mwanzoni kabisa hapo, umeplay video yako nikuonyesha namna gani ambavyo mashabiki wamekasirishwa na, na matokeo yao, lakini pia ni namna gani ambavyo wanaimba juu ya kocha ambaye yupo kwa sasa. Unajua Roman Foles ni kocha ambaye amekuja na kuanza msimu huu. kabla ya Roman Foles, alikuwa anaitwa eh, kocha ambaye alikuwepo alikuwa anaitwa Miloud Hamdi ambaye ameenda kwenye eh, timu ya moja kule yupo kwenye timu ya Al Masry kule Misri lakini pia hafanyi vizuri eh, na sababu yake mwenyewe ambaye alikuwa anasema kwamba kwa nini hafanyi vizuri kule Egypt, kwa sababu eh, timu ile imefungiwa usajili, lakini pia wanawatumia wachezaji wao wa ndani eh, wale vijana na wengine ambao wako pale ambao hawajasajiliwa msimu huu hapa, eh, kucheza. So ndio maana hata timu ya ya Miluli Amdi kule Misri haifanyi vizuri, so tubaki kwenye uh, E, timu ya Yanga ambapo e, mashabiki wameonekana wakichukizwa sana na matokeo yao, lakini pia wanasema a, timu haichezi vizuri kama ambavyo wamezoea. Ukiangalia wana wachezaji wengi wazuri, lakini pia hawachezi vizuri. Tunaona juzi kati uh, Singida Black Stars wamemfunga mbili moja timu ya APR ya ya Rwanda, lakini mpira ulikuwa unaonekana kwa upande wa wa Yanga. Wao wameshinda mbili mbili, lakini bado mpira wa e, mashabiki hawarifiki. Tazama hichi kipande cha video, namna gani ambavyo e, baada ya matokeo ya Uh, ya yeah, yeah, sifuri kwa sifuri eh, dhidi ya Mbia City eh, na Yanga mashabiki walivyo react tazama. kuna tetesi ambazo zilikuwa zinaenea kwenye mitandao zikisema kwamba uh, huenda ikawa uh, mechi ya mwisho ya Roman Falls uh, kuifundisha Yanga na walikuwa wanampima ni hii gemu ya Mbeya City. So watu wengi wanasubiri wana, wana, wana ni kitu gani ambacho kitaendelea, lakini pia de, alikamwe alishare kwenye Instagram account yake, alisema kwamba uh, wananchi msidanganyike kwamba huyu kocha tunamfukuza. Hapana, tuko naye na tunaendelea kumpa muda. Sidhani sina imani na kwa sababu ya ya game za mbeleni kwa sababu Yanga yeye ana, ana mechi ya kimataifa ambayo itachezwa eh, lakini pia eh, ana michezo mingi ya NBC na inatakuwa migumu. Imagine kwenye game ya Mbeya City ametoka draw na mbeleni ana, ana game ya Mtibwa, lakini pia ana game tena na Tanzania Prisons hapo eh, hapo eh, Sokoine. So mambo ni mengi ambayo yanaendelea kutokea. Uh, lakini pia eh, sijajua kwa upande wa viongozi kwa sababu baada ya game kuisha Uh, viongozi wa Yanga akiwemo rais, eh, rais wa Yanga mwenyewe Engineer Harris alisimama, lakini unaona kabisa ni namna gani ambavyo eh, hakufurahishwa na yale matokeo. Tutaendelea kuona kwamba namna gani ambavyo yatokea kama Romain Folz ataendelea kuwepo kuwa kocha wa Yanga, lakini natamani kujua kutoka kwako ni kwamba kwa hii performance ambayo ya eh, Yanga ameionyesha kwa mechi tangu eh, awepo Romain, Romain Folz eh, ameshinda game zote, lakini game ya leo ndiyo ame draw, ameruhusu magoli mawili tu tangu eh, aingie kwenye timu ya Young Africans, unadhani anafiti kuwa kocha wa Yanga? Dondosha maoni yako mchini, uniambie.